Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema kuwa utawala wa Israel ndio mwakilishi pekee wa ukoloni katika eneo la Mashariki ya Kati na kwamba utaong'olewa kutoka Palestina kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Akihutubia maelfu ya waumini baada ya sala ya Eid al-Fitr katika uwanja mkuu wa maombi jijini Tehran, Ayatollah Khamenei amesema mashambulizi ya Israel dhidi ya watu wa Palestina na Lebanon yamewatia huzuni Waislamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa magharibi wanawaita vijana wa kishujaa na mataifa yenye fahari kuwa ni vibaraka, lakini ukweli ni kwamba utawala wa Kizayuni ndio wa ha wakal halisi wa mabeberu unaochochea vita, unafanya mauaji ya laiki na ukiukaji wa mipaka ya mataifa mengine, alisema. Ayatollah Hamenei alishituma shambulizi ya wazi ya Israel dhidi ya Siria na kusema kuwa Marekani na mataifa magharibi yanatumia fedha na vyombo vya habari kuhalalisha ugaidi wa Israel, huku wakiaita makundi ya wazalendo wanaotetea ardhi zao kuwa ni magaidi. Utawala huo muovu wa Kizayuni unaua wa watoto unalenga raia na unajigamba hadharani kuhusu matendo yao ya, ya kinyama aliongeza. Lazima waondolewe kutoka Palestina, na kwa neema ya Mwenyezi Mungu itawezekana. Pia alizungumzia kuongezeka kwa uelewa wa watu duniani kuhusu ukatili wa Israel hasa katika Ulaya na Marekani, akisema watu wakifahamu zaidi watapaza sauti zaidi. Katika hotuba hiyo hiyo, Ayatollah Khamenei pia alijibu vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump aliyosema kwenye mahojiano na NBC News kuwa ataiamuru Marekani ishambulie Iran kijeshi iwapo Tehran haitokubali kufanya makubaliano mapya kuhusu mpango wake wa nyuklia. Endapo Marekani itafanya uhalifu wowote dhidi ya Iran, bila shaka watapata kisasi kikali, alisema Hamenei. Katika hatua nyingine, wizara ya mambo ya nje ya Irani kupitia msemaji wake Ismail Bakael ilijibu vikali kauli hiyo kwenye mtandao wa kijamii akisema kutishia wazi kulipua taifa jingine ni dharau ya kushangaza kwa amani ya kimataifa na uvunjaji wa mkataba wa Umoja wa Mataifa. Trump alituma barua kwa Iran kupitia ujumbe kupitia mjumbe kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu UAE mnamo Machi 12 akiomba kufunguliwa kwa mazungumzo ya makubaliano mapya. Iran imerudia msimamo wake kuwa haitofanya mazungumzo ya moja kwa moja chini ya shinikizo, lakini iko tayari kwa mazungumzo ya njia isiyo ya moja kwa moja. Audio series za kusisimua. Makala za ulimwengu. Siasa za dunia katika uchambuzi wa kina.